Karibu katika Himaya ya Simulizi. Kaa tayari, kwa sababu unapoingia hapa, hutoki kama ulivyoingia. Pia usisahau kusabusi klaibu kwenye chaneli ya yutubu. Nenda yutubu, andika Himaya ya Simulizi. Mateso ndani ya sanduku, sehemu ya kwanza. Jioni angavu, sauti za ndege na upepo mwanana ulivuma kufanya hali ya upepo kuwa nzuri kabisa. Amosi kijana wenye umri wa miaka 25 kutoka katika familia ya watoto wawili, yeye na kaka yake Maiko, alikuwa kaketi chini ya mti mkubwa, yeye na mpenzi wake Anita, binti anayempenda kuliko kitu chochote. Walikuwa wakipiga stori mbali mbali kuhusu penzi lao. mimi sipendi kuishi kijijini, kama unataka kunioa ukajenge mjini, aliongea Anita ambaye alikuwa juu ya mapaja ya Amosi. Hivyo tu usijali kipenzi changu. Kwanza kaka aliniambia atanitafutia kazi mjini, nikipata kazi na kuoa tunaenda kuishi mjini. Wewe subiri umalize shule uone na kuweka ndani, alisema Amosi kwa kujiamini, akimwambia mpenzi wake Anita ambaye kipindi hiki alikuwa bado anasoma kidato cha nne. Sawa, mida imeenda mpenzi wangu Jumapili tutakutana maana baba na mama wana wageni hakuna atakaye ondoka. Utaka na mimi mpaka unichoke. Alisema Anita na kumwaga mpenzi wake Amosi kwa mabusu. Hapo kila mtu akapita njia yake kurudi nyumbani. Lazima nimwoe Anita nampenda sana. Alijisemea Amosi huku akitabasamu. Baada ya kasafari kadogo, Amosi alifika nyumbani kwako. Anapoishi yeye na mama yake kipenzi. Baada ya kifo cha baba yao Maiko, mtoto wa kwanza ndiye alishika usukani wa kuendelesha familia. Amosi, kaka yako ametuma pesa hapa, chukua simu ukaitoe. Mama akamkabidhi simu Amosi. Naye akaipokea moja kwa moja, safari ya kwenda kwa wakala ilianza. Braza Omi lilikuwa jina la wakala maarufu katika kijiji chao cha Mlamleni kilichokuwepo mkoa wa Tabora. Ndani ndani. vipi mdogo wangu, Omi alimjibu Amosi. natoa ela, kuna laki kamili. ni toshi ngapi? aliuliza Amosi. toa tisini na tano, Omi alimjibu, na muamala ukafanyika. Amosi aliporudi nyumbani ilikuwa mida ya msosi. kwa kuwa alikuta ubwabwa, aliufakamia kisawa sawa. Mama, shika ela hii hapa. Amosi alitoa ile tisini na tano na kumkabidhi mama ake, chukua elfu kumi na tano ni je iliyobaki, aliongea mama yake. Ni kawaida Amosi kupata chochote kitu kaka yake Maiko anapotuma pesa kwa mama yake, maana Maiko ndio alikuwa muendeleshaji wa familia kabla ya kuoa. Ila toka Maiko awe alihama kijijini na kuhamia mjini ila alisaidia familia kwa kuwatumia pesa kidogo kila mwisho wa mwezi. Siku iliisha. Maisha ya kijijini alimchosha sana Amosi ila akuwa na jinsi zaidi ya kukubaliana na matokeo, kwani aliahidiwa na kaka yake kutafutiwa kazi. Hivyo kazi ikipatikana ndio na yeye ataenda mjini. Asubuhi tena sauti ya mama yake ndiyo ilimwamsha kutoka usingizini. Amosi, mimi naondoka, vitafunio vyako vipo mezani, mimi ndiyo naondoka. Mama alimuaga ikiwa kila asubuhi huwa anatoka kwenda kufanya biashara yake ya mama ntilie. Aya mama, Amosi alimjibu huku akiendelea kulala. Sasa wakati usingizi unakolea, mlango wa nyumbani kwao uligongwa. "Nani tena huyu asubuhi asubuhi kwa watu?" alijisemea kimoyomoyo huku amekunja uso. Alinyanyuka kitandani hadi mlangoni. "Nani wewe?" Amosi aliongea kwa sauti, huku akiwa na shauku ya kumjua nani aliyealibu usingizi wake. Itaendelea.